Kwa vijana nataka nitoe ahadi moja tu au nizungumze kitu kimoja kikubwa. Maisha yanaenda mbio sana, teknolojia imekuwa, kwa hiyo dunia pia inakimbia, ajira zimekuwa hazitoshi. Kwa maana hiyo, vijana mnapaswa kujiongeza sasa katika teknolojia au IT kuna ajira pia. Kwa hiyo mua wabunifu, na kwangu mimi nitoe ahadi, kama mtatupa fursa au mkituridhia TLP kuongoza katika Zanzibar, na ahidi na ahidi kuweka wifi kila mtaa wa Zanzibar. cha kwanza ili tupate pesa tupate uchumi imara, ni lazima tuwe na, na misingi ya utawala bora. Ni lazima tulinde katiba yetu, taratibu zote zifuatwe kwa mtu wa sheria za nchi. Utawala bora maana yake uelewe kwamba kuna kusini kuna mashariki kuna magharibi, nchi kubwa hii, kila mmoja anapata haki yake ya msingi ya kuishi na kufanya kazi kwe... kila kitu kipo na pesa ipo. Kwa hiyo tunaongea utawala bora uchumi na <tipia>